Tanzania tutakayo leo, labda nizungumze kwa mkoa wa Singida tatuia mabadiliko. Mkoa wa Singida bado uko nyuma, lakini niseme si mkoa wa Singida, niseme wilaya ya Singida mjini bado uko nyuma Itambua nimeenda Itigi, nimeenda Jadula, nimeenda Vizigi va Ntari, Mtakani na Mbeya. Watanzania wamejua namna ya kudai haki zao. Ndugu zangu, Singida Mjini mnaruguniwa na pesa, Singida Mjini mnaruguniwa na kofia. Singida Mjini nariganiwa na kike na tanga. Ni aibu kwa mwanaume mwenye akili timamu anavaa kike. Imeandikwa ari mpya, imeandikwa nguvu mpya, ari mpya, kasi mpya, lakini wengine zimeandikwa nguvu zaidi, kasi zaidi, ari zaidi. Singida Mjini metumika kwa nguvu, umaskini wenu umekuja kwa kasi zaidi, maisha yenu yamekuwa kasi mbaya zaidi. Nei, mmetumika kama vyombo, kama madaraja ya wengine kufika wanakotaka kwenda. Ndugu zangu wa Singida mjini kiwasingishia shule zenu mnauza na wafanya biashara wachache wenye uwezo wa kupokea pesa. Nini maana yake? Vijana wa Singida mtaendelea kuteseka. Shule mnazo hazina vitabu hazina walimu. Kama kweli mtu ana pesa, kwa nini mnachangia matundu ya choo kwenye mashule yenu kwenye shule zetu. Lakini ndugu zangu Singida Mjini, mmeruguniwa na kijana Deuti, kijana ambaye ndani ya miaka yote haijui mchango wa Wanasingida, hana cha kuchangia bungeni, ameuliza maswali ameuna nasali moja la nyongeza, ana tarikia kuzungumza yeye, mdugu kwa maana, ataijibunge. Maana yake ni hii, achangii kwa sababu wana Singida hamjamtuma, hamjamcuma kuwazungumzia. Hashangii kwa sababu wana Singida hamna matatizo ya kumfanya awasaidie, awazungumzie.